Nayo kaunti ya Lamu kushuhudia athari za mafuriko ikikadiriwa kuwa asilimia hamsini ya kaunti hiyo imeathirika. Barabara kuu inayounganisha Lamu na kaunti ya Tana River imekatika na kuwalazimu wasafiri kutumia boti kuvuka pande wa pili, hasa katika maeneo ya Gamba. Mafuriko katika kaunti hiyo vilevile yamesababisha mlipuko wa maradhi ya kipindupindu, huku watu mia moja na tano wakiathirika na watano wakiwa hali maututi hospitalini. Maafisa wa serikali wakiwemo msemaji wa serikali na waziri wa afya walizuru maeneo ali walioathirika na kutoa msaada wa dawa za vyandarua vya mbu The floods have wrecked havoc in vital infrastructure destroying roads, uh, about four of them, 832 acres of farms, 23 homesteads, three bridges, three schools and a chief's office in Lamu County father primary rehema primary Safirisi primary have had their infrastructure damaged by the floods and also houses and livestock around the area. Hili janga la mafuriko ambalo limekuwa kila mahali na hapa Lamu kumekuwa affected and especially, kwa sababu ya kipindupindu na kwa sababu zile takwimu tulikuwa tunapata zilikuwa zinaendelea kusonga juu asema siwezi keti kwenye ofisi, lazima nije niangalie kuna nini na kama tunaweza fanya kazi pamoja na gavana, ili tukaweze kuhakikisha ya kwamba huo ugonjwa tuweze kumaliza. Na huu msaada umetuletea waziri uh, it will go a long way uh, kutusaidia kupambana, maanake hii hali uh, tayari Lamu we are cut off uh, our main road linking Malindi na Mombasa uh, haipitiki.